Natamani sana kusoma ili nije nisaidie familia yangu na nitimize ndoto zangu, lakini nilishindwa. Miundombinu mbinu ya elimu ilikuwa ngumu ili sana. Halafu wakati tunaenda shule tulipita milima na, na mapori ili tu, tufike shuleni, na sasa kipindi hicho walimu walikuwa wachache kutokana na umbali wa shule, ndio maana nikaamua nikatishe masomo kwa ajili ya kazi ambazo zilikuwa zinanizunguka katika familia ya nyumbani. Mara hurudi nyumbani usiku, alafu mara unaogopa kurudi nyumbani kwa ajili ya mapori. Ndio maana nikaamua nikatishe masomo. Maneno haya si mageni masikioni mwetu, tuliyasikia kutoka kwa babu zetu bibi zetu, mama zetu na baba zetu. Na hata juzi tu Jomba Mudi aliamwaga machozi alipokuwa akinieleza kilichomsibu hadi kuishia darasa la tatu, si pale Muhanga. Lakini leo binti Suluhu kaileta suluhu huku kwetu Ndichi, mambo si kama zamani, hapa shule, hapa makazi, yaani kama mahindi gunzini. Nikichungulia dirishani, naiona shule yetu mpya ya Luwara Nyonga. Shule hii inapatikana mkoa wa Mwanza halmashauri ya Buchosa kata ya Luwara Nyonga. Shule hii ilianzishwa mwaka 2023 baada ya kuwa tumekamilisha ujenzi, ambayo ilitokana na fedha ambayo ilitolewa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassani. Mafanikio ya kwanza, shule imeweza kutoa elimu bora kwa wanafunzi wa kata ya Luwara Nyonga, lakini pia shule imenufaika kwa kupunguza changamoto ya utoro iliyokuwa inawakabili wanafunzi wa kata ya Ruwananyonga waliokuwa na safari mbali mrefu kupata shule katika kata nyingine ya Ilenza. Pia shule imesaidia kupunguza mimba za utotoni kwa watoto wa kike, kwani wengi walikuwa wanaishia njiani walivyokuwa na safari mbali mrefu kupata shule ile. Baada ya shule kuwa karibu, imewasaidia watoto kupata elimu bora na kuacha kujiingiza katika matendo ambayo sio salama. Shule hii sasa imebeba tumaini jipya kwetu sisi wanandichi. Wanawapya wanaziishi ndoto za wanawakale. Ama kweli ya kale ya yanuki na mzinga wa nyuki hauhamishwi kwa ngonjera. Tulieni na mjifunze kitu kutoka kwa binti Suluhu. Sisi wanabuchosa tunajua kwa nini rais wetu anaitwa Samia Suluhu, kwa sababu suruhu ya changamoto zetu ni yeye. Imetujengea shule nyingi katika halmashauri yetu ya Buchosa ikiwemo shule ya sekondari ya Ruharanyonga. Kipindi ya kijamii hapa, tulikuwa tunasafiri umbali mrefu, tulikuwa tunasafiri kutoka kata ya Ruharanyonga kwenda kata ya Ilenda ambayo ni umbali takribani kilomita 30. Huo umbali uliasili sana katika kupata elimu sisi wanafunzi wa hii kata shule ya Ruharanyonga imepunguza adha ya wanafunzi kutembea kilomita nyingi. Napenda kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa elimu, watoto wa kike wamepewa kipaumbele sana. Leo hii watoto wa kike wanasoma shule za karibu, sio kama zamani, watoto wa kike walikuwa wanaolewa wakiwa na umri bado ni mdogo. Yaani, nashukuru sana kwa, kwa saizi sisi wanabuchosa tunamshukuru sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu kwa mambo aliyotufanyia sisi kuchosa. Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe, kauli hii imeshapitwa na wakati huku kwetu Ndichi na sasa tunasema mtaji wetu sisi wana Ndichi ni shule alizotujengea Dkt Samia. Hatuna hofu na yajayo, maana tuna uhakika yanafurahisha. Walimu wa kusaza madawati ya kutosha, na kuhusu vitabu wala usiulize. Binti Suluhu, mama wa taifa, ametimiza ahadi, amewafanya wanandichi kuziishi ndoto za waliotutangulia. Samaani Mjomba Mudi, darasa la tatu si sio mwisho wa ndoto. Binti Suluhu kajenga veta za kutosha huku Ndichi. Nikitoka gulioni, nitarejea na fomu ya kujiunga hii